Tume ya Madini, GST, Stamiko, Tate na TGC. Nichukue fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuamsha na kutujalia afya njema na baraka za kitele. Leo tupo hapa kwa ajili ya bonanza hili la pili. Nichukue fursa hii kukupongeza sana katibu mkuu naibu katibu mkuu, pamoja na viongozi wote wa wizara kwa kuendelea kusimamia utamaduni huu wa kuwa na mabonanza ya kila mara kwa malengo makuu yafuatayo. La kwanza, tunafahamu tuna kazi kubwa ya kuwatumikia Watanzania kupitia wizara ya madini, na muda mwingi sana tunaotumia tukiwa ofisini. Hivyo fursa kama hii inatusaidia sana katika kuimarisha afya zetu na kujijenga kimwili. Kwa hiyo tunategemea ya kwamba utaratibu huu utaendelea ili kuwajengea afya njema wafanyakazi wetu. La pili ni kwa ajili ya networking. Nilizungumza siku ya kwanza, wizara hii ni kubwa, kila mtu akikaa katika eneo lake ni ngumu sana inawezekana kufahamiana watu wote, lakini kupitia michezo ni rahisi sana kuweza kufahamiana na vile vile tukaimarisha ushirikiano wetu wa kitaasisi. Kwa hiyo tunayafanya haya pia kuwaleta wafanyakazi wote wa wizara pamoja. Tunatamani tusifanye kazi kama mabehewa yanavyoendeshwa, kwamba kila behewa na watu wake. Sisi ni wizara moja. Kwa hiyo tukipata nafasi kama hii ya michezo, inatuweka pamoja zaidi. Kwa mfano kama leo, naamini mtacheza hapa mashindano kati ya taasisi na taasisi atakayemkaba bikula mchi najua, hataweza kumsahau hata kama atokani na tume ya madini. Ndo hapo utakuwa unaendeleza ule ushirikiano ambao nimeusema. La tatu la madhumuni yetu haya, sisi ni familia. Familia mara zote inakaa pamoja, pamoja na kwamba ni taasisi zinatofautishwa na majengo, lakini sisi ni familia. Kwa madhumuni ya kuwa na mabonanza kama haya ni kuileta familia pamoja. Leo mtapata nafasi ya kuzungumza, sio lazima mzungumze masuala ya kikazi tu, kuna masuala mengine pia ya kijamii, mnaweza mkabadilishana mawazo hapa, ikawa ni sehemu ya kuijenga hii familia moja, na haya ndio madhumuni makubwa ya uanzishwaji wa bonanza hili. Mwisho ni kuombe katibu mkuu na viongozi wote Endeleeni kusimamia hili jambo, linaleta umoja, upendo na mshikamano miongoni mwa wafanyakazi wa wizara. Asanteni sana na washukuruni sana sasa. Nipo tayari, nipo tayari kwenda kufungua rasmi mashindano yetu.